Ndugu yangu mimi ni kageni anaweka katikati au weni kabisa. Kiza kinaingia. Kwa tusichota chama. Nenda kalete kumbukumbu tunavyocheza na AC Vita. Ile ya moto. Simba la kuja kupenda goli la jioni timu la qualify. Lakini timu hii chini ya meneja Pantef. Tunampongeza tunamshukuru. Kwanza amekuja kutengenezea kutuondosha pressure mashabiki wa Simba. Tunapokuja katika mashindano kama haya hususan kuja kuangalia timu yetu. Kwa hiyo kwetu kwa niaba mashabiki wa Simba, mimi naamini wameridhia kuiona timu yao inatoka sehemu moja nakenda sehemu nyingine, pengine hii uh, sare ambayo umeipata na zile goli tatu ambazo mlishinda, kwamba mlibahatisha. Kisugu, siku zote kuna ma mechi nyumbani na mechi kuna ugenini. Meneja alikwenda kuimaliza mechi ugenini, alipopata goli tatu, amekuja kuitengeneza timu yake kurelax, kuzuia, kuna namna ambavyo tunatoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Besa, lazima niseme tumeenjoy, tumefurahi kuiona timu yetu imefuzu kuelekea katika ligi ya makundi. Target ya Simba mwaka huu ni kucheza fainali ya klabu bingwa barani Afrika. Yes, hatua ya kwanza tumeshaanza na sisi ni klabu bora, ni klabu ya tano kwa ubora kwenye bara, nini ni, ni Afrika. kama mmebadilisha mfumo wenu hivi maanake, zamani mlikuwa mnasema kwa Mkapa atoki mtu sasa hivi tunaona. Na ndio maana hata leo wakatoka Simba ndo wamekwenda leo, leo Nsingizini, leo Nsingizini si usingizi. Hawakutoka, maana yake kutoka Simba kuto kuendelea hmm. Tafsiri vizuri shekhe hmm. Unapozungumzia kwa Mkapa utoki, maana yake tunapata matokeo, Simba na songa nini mbele hmm. Tumepata matokeo hatu kupata Mbali na hivyo lakini kuna baadhi ya wachezaji viungo vyao vimeonekana kuwa Mame. na up and down za kutosha kama Eliel Mpanzo anazungumzwa sana Kisugu. Wacha wazungumze. Ni uhuru. Kila mmoja anazungumza kile ambacho alichokiona. Hatuwakatazi, wakatazi ndio maana mshabiki kazi yake kufanyaje? Kuzungumza. Mame. Lakini mimi naamini wachezaji wa Simba wote wamefanya vizuri. Moja, uzuri wake wamevusha Simba kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Besa, ngoja nikwambie kitu kidogo sana. Leo mashindano haya baada ya kusha maana yake Simba ku qualify. hakuna mm. ten table Table inaonyesha Simba na magoli matatu na pointi sita. kuna nini? Table yoyote inaonyesha hey, Simba kwamba na magoli hey, sita hey, na ngapi na point sita. Tunachotafuta ni kufuzu. Timu imefanyaje? Sisi tumefuzu kialali. Kuna watu wamezulumu wekata nani eh? Chumvi kataa au kwa sababu mebadilika saivi? Na wewe wewe, umeona kifua kikubwa nini? Jana aliangalia mpira ameona goli ambalo limekataliwa, Silvastani goli safi, ni goli halali, goli ambalo limefungwa mapema Hakuna mtu mwenye akili timamu akakataa dakika kumi na sita. Mzungumzeni hii timu iliyozulumu. Vipi, waandishi nyinyi, mnakaa mnaangalia timu ambayo imekualifya kihalali. Mnyamjue kwamba Yanga imezurumu. Na ukitaka kujua kwamba Yanga imezurumu, kama angalia duba ya kulia. Vipi mmefanikiwa kutinga hatua uh, ya makundi uh, ligi ya mabingwa, lakini leo katika mchezo wa leo watu wanasema performance haikuwa bora uh, tofauti na ile mchezo wa kwanza. Shida ilikuwa nini kiufundi? Kweli performance ilikuwa chini na lakini tusikosee adabu. Hii timu hii timu ni bora, tunacheza nao yani, naamini hii timu angecheza na yanga saizi, yanga hawapo. Hii timu ina uwezo mkubwa, wanacheza wanajua kubloku, wanajua kupiga pasi vizuri, unawaona timu inacheza inashambulia vizuri. Lakini ukiangalia kuna baadhi ya wachezaji wa Simba muhimu wameanza benchi, kama Shomari Kapombo upande wake. Shomari Kapombo ana umuhimu mkubwa, mchezaji ambaye anagombea tuzo ya Afrika mchezaji mkubwa, lakini huwezi kumlaumu kocha kwanini kafanya hivi hapo atakuja kuona uzuri wa kushinda magoli mengi ugenini, hata kama mnazibiwa mchezo, hata kama mechi inawapalia, lakini tayari mna balance ya kushinda magoli mengi ugenini. Na kumbe mechi iliwapalia leo? Ah, sijasema mechi imetupalia, lakini huu ni mpira. Mpira siku zote una vipindi, kuna muda mpira unakugeuka. Inawezekana mechi hii ya nyuma ulicheza vizuri perform, lakini mechi inayofuata wachezaji wakamka vibaya tu, wakacheza uwezo wa kawaida, lakini ukiangalia sio tuseme Simba imecheza vibaya pia, wapinzani wa, wa, wa tunacheza nao uangalie viwango vyao, mi naamini timu ina kiwango kikubwa, tena anacheza vizuri, unaona kabisa nafasi, wanajua wanajua, wanacheza kila nafasi wanajua kuzitumia, wanajua kublock, wanakaba vizuri, wanashambulia ni timu nzuri. ujue, ujue, hatuseme mm. yeah. <totikin> ah, kama tumepoteza, uwanja jana yangu alicheza tuliwaona kuna vitu kibao vimefanyika, waliwasha mamoshi alija hapa na ndugu zetu, tunajua wale roho zao zilivyo. Inawezekana wamefanya mambo yao, wameuchezea uwanja au tusipate hela ya mama. Yani lengo lao sio kama tutoke, yani lengo lao tusipate hela ya mama, wameblogo wamefanikiwa, kweli tumekosa hela ya mama, lakini si kikubwa kufuzu. Unajua michuano knockout, yani ya mtoano, si tunajua hii michuano inachezaje, ndio maana tulishinda magoli mengi ugenini. Tunajua hizi timu zinabadilika, tulichukua mfano wa gaa kama unakumbuka tulishinda goli mbili, wakaja akabadilika, wakafanya revenge na ndio maana tukashinda magoli mengi kule. Hata kama ikitokea imebadilika, tuna ngao na tulinda si muona leo wamekuja vingine fi, kabisa ma surprise, tumeshinda kupata goli, lakini tuna ngao, goli tatu mbele, kwa hata kama angeshinda goli moja singepita. Zamani mlikuwa mnasema kwa Mkapa atoki mtu, mlianza na gaberoni kule mkapata bao moja kwa sifuri, huku mkapata sare e, tunaona kule ugenini na Nsingizini e, Swatini mkapata goli tatu, leo hapa mmetoka sare ni kusema sasa, huu uwanja unaanza kuwasumbua no, au umebadilisha no, mfumo Isaya, Isaya. Sisi tunaposema kwa Mkapa toki mtu, tunamaanisha knockout, yani mtoano, kwamba sisi tunajua wewe lazima hapa ukija kwa Mkapa huwezi kututoa sisi, si ndio? Kwa sasa tuangalie, umetufunga ume, ume, tumekufunga tumesali, sisi tunaangalia ni mtoano. Sisi tunaweza tukashinda ugenini huko, tukaja hapa tukakutoa. Tulivyosema kwa Mkapa toki mtu, tunamaanisha kwamba uwezi kabisa si Simba hajateteleka, si wa tusi, -tusipate, tusipate si ya ya uh, kuna uh, mifano mingi sana ambayo nitakupa hata kwa wakati mkubwa kwa sasa duniani. Real Madrid alishawahi kushinda goli tatu bila uwanja wa Juventus lakini akaja kuruhusu kupigwa ile tatu moja. Lakini alipita Real Madrid, ilikuwa na kama sijakosea, ilikuwa ni quarter final inaenda semi final. Kwa hiyo alichokifanya Simba ni kuonyesha ukubwa. Kushinda awe sio kitu rahisi. Tunaelewa na unashinda awe goli tatu. Hata bingwa useme, ukizungumzia Afrika unazungumzia soka lilomtawala Al-Ahli. Alali mwenyewe akienda ugenini anashinda mbili, moja, mbili, moja. Mechi chache sana ambazo nikikwambia hata wewe utafute hapa Alali alimfunga mtu goli tatu ugenini utakosa. group al mm. Eh, kwa Simba ni moja ya timu kubwa unazungumzia katika timu timu bora tano Afrika. Yeye, yupo. Kwa unazungumza Simba ni anachotakiwa kuhakikisha yeye alichokifanya sasa hivi kwamba amepita ameenda kwenye group stage. Mpunga mwingi, magoli mengi. Mwarabu, katika misimu ambayo mingi imepita kadhaa tumemzoea mnyama Simba Sports Club kumuona mm, eh, Mkapa wenyewe mnaita machinjioni eh, akimaliza shughuli zake hapa. Lakini sasa hivi kwenye msimu huu imeanza kuwa tofauti. Mechi ya kwanza ukishinda away zidi ya Gaborone, ukaja hapa ukapata sare, mechi ya ambayo ina Nsingizini ya kwanza amepiga tatu ugenini, leo unaona unaenda sare. Ni, ni kama hivi watu wanapata hofu, uwanja wa nyumbani unaanza kuwa mgumu kwenu, lakini mkiwa mnafanikiwa kufanya vizuri eh, viwanja vya ugenini. Wa eh, ah, watu ambao wanaona hapa na pale wanaweza kusema hivyo, lakini mtu ambaye anaijua Simba na anajua soka anajua na ni namna gani Simba anapitia. Mechi ya kwanza tunaenda kucheza na Gaborone, benchi letu ilianza kuyumba kwamba tunaenda kucheza away, kocha ana mawazo mapya kwenda timu nyingine anapotaka kwenda. Aliingiza maingizo sita, wachezaji ambao watatu walikosa preseason na watatu wengine walichelewa preseason. Timu ilikuwa ina muungano, lakini tukapata goli moja. Tumerudi nyumbani tunacheza na Gaborone kocha alikuja mwingine Midi Moroko, alikuwa anashirikiana na Matola. Amekuta timu mpya, hajasajili mchezaji yoyote, hajakaa na timu hata wiki. Timu imecheza imefanikiwa, lakini kufung, kusonga mbele, tumekutana na Pandev. Ameonyesha ubora wake, ameonyesha uwezo wake, alipanga kikosi kizuri, aliwafanya ali, ali, ali wachezaji wakaa pamoja, wakaungana pamoja tukapata goli tatu. Tumerudi nyumbani leo. Pande bado natakiwa kuwa na muda wa kuisuka timu yake. Hata ukiangalia leo leo tucheza force number 9, hatakuwa na striker yote wa kwanza. Anajaribu kuangalia kila awe katika namba kwa sababu aliamini hata nisiposhinda, mimi kitu cha kwanza ninachotakiwa kufanya ni kuifanya Simba iende mbele. Sasa anaangalia ana mechi ngumu ambazo ziko mbeleni. Tuna mechi tutatoka kwenye ligi, wiki inayokuja tena nyingine tutacheza na Azam. Kwa anajaribu kupanga kikosi, kwa anajaribu kuangalia wachezaji wake. Ndio maana leo umeona Kapombe kala kapumzishwa so amepumzishwa ameingia kipindi cha uh, pili. Mkwala ameingia kipindi cha pili. Kuna namna nyingi ambayo upande hivyo anafanya ili kuweza kuweka timu yake sawa, na namna ambavyo anacheza kocha huyu mpya eh, eh, uh, na, na namna ambavyo wachezaji mko nao hmm. Unaona katika msimu huu mtafanya mambo makubwa zaidi, kwa na namna ambavyo umetazama soka hey. Naona Simba itafanya vizuri zaidi kuliko misimu yote na naiangalia Simba uh, kwa sababu ii tunacheza ni Champions League, tunaenda kukutana na mabingwa wenzetu kina Al Ahly. Ukifika hatua kota final, mpaka semi final, mpaka finali, ni lazima utakutana na watu wao, ndio mpimane ubingwa. Huwezi kuwa bingwa kama hujafunga mabingwa wenzako. Utakutana na Al Ahly, Esperance Tunisia. Naiona Simba ikifanya vizuri, kwa sababu Simba ana uwezo wa kuchukua mchezaji yoyote kwenye ile kwenye ile Afrika, timu yoyote unajua, tunaweza tukachukua mchezaji wa Al Ahly, tuchamchukua Mick Luis Mickson, alirudi Wydad, tumemchukua mwalimu Mamelodi, tumemchukua Maema na wachezaji wote niliowataja hao ni nitegemezi kwenye mataifa yao, wachezaji wote niliowataja hao ni tegemezi kwenye mataifa yao, na wachezaji wote hao waliokuwepo wanaweza kuamua mechi yoyote. Kwa hiyo naipa nafasi kubwa sana Simba kufanya vizuri msimu huu.